Okay, nashukuru sana Millard Ayo kwamba kwa swali lako zuri sana kwa sababu nimependa kupata nafasi hii pia niweze kuelezea mimi kwa hisia zangu, takribani kwa hivyo kupuminuza hilo swali. Zamani ukipanda stejini, kiukweli, miaka kama miwili ukopo imepita hivi, huwezi kukosa kwa siku laki tatu, laki nne mpaka laki tano lakini sasa hivi kuna mabadiliko kidogo, tukichukulia kwamba hali ya uchumi imeyumba sana, na kuna watu ambao wanatufanyisha kwamba kwenye steji hata usiweze kumwona bosi wako mwisho wa mwezi. Kwa ile siku moja tu mtu unaondoka na hela ambayo kwamba laki tatu, laki nne, laki tano, lakini sasa hivi unaweza ukapanda kwenye steji hela ambayo unaweza unapata kusema kweli ni ya vichekesho sana, lakini mimi ningependa tu moja kwa moja niende kwa Mheshimiwa Rais a kwa viongozi wetu ambao walikuwepo wanaotuweza kutufanyisha sisi katika nchi hii tuweze kuishi, ni kwamba kiukweli wajaribu kuangalia sana katika tasnia hii ya dancing kwa ujumla. Na mimi naongea hivi leo, nawakilisha wenzangu, madensa wenzangu wote, nikiwa kama mwenyekiti wao. Kiukweli hali imekuwa ni tofauti sana, au naweza nikasema hali imekuwa ni ngumu tofauti na miaka ya nyuma kama miwili, ambao sasa hivi unakuta unafanya mtu kazi hii ya sanaa, unakuwa huna uhakika na kile unachoweza kukipata ili uweze kukidhi katika mahitaji ambayo kama binadamu wengine ama wafanyakazi wafanya wengine ambao wanaofanya kazi na taaluma nyingine tofauti na hii sanaa. Kwa hiyo, kiukweli sasa hivi kuna tofauti mkubwa sana, tofauti na miaka miwili iliyopita nyuma. Pesa kubwa kwa zamani ilikuwa ni uh, kila onyesho kwa wiki, kwa sababu unaweza ukaperform kama mara nne ama mara tano, lakini katika siku mbili, labda ikichukua jumamosi na Jumapili, kwamba unaweza ukatunzwa hela nyingi sana, kwenye laki nne laki tatu laki ngapi hizo, unatunzwa. Lakini kwa sasa hivi unaweza ukaingia kwenye stage, ni kwamba unaonekana kabisa kwamba tumetoka katika kudrop kabisa kwenye kile kiwango ambacho cha kawaida, kwa sababu wale watu ambao Sababu kubwa ni wale wadau wetu ambao walikuwa tuko nao wa kipindi hicho ambao katika mzunguko wao wa kifedha ambao sasa hivi umekata. Mtu awezi, kwa hiyo mtu hawezi kwa hali ya sasa hivi, akatoka na bajeti yake, anatamani aje kwenye mziki, anatamani afanye kama alivyokuwa anafanya zamani. Lakini sasa hivi inamlia ugumu kwa sababu kipato anachokipata kiko chini ya matumizi ambayo anataka afanye nayo yeye pia. Kwa zamani, kwa kwenye mziki mkipiga hivi, let's say, mfano hapo Mango Garden, watu wanaweza kaingia labda elfu moja mia tano, elfu mbili, elfu mbili mia tano, lakini saizi unaweza kukuta mia nane mia saba mia tano, mia nne yani unakuta kwamba ile e, tuseme ime drop sana wale customer ambao kwa tunajua kabisa japo watu umri umezidi kwenda, kwa sababu hawezi kufanya kitu alichokuwa amefanya miaka mitano, lakini kwa sababu hii ni burudani, na mtu anatakiwa atoke kazini, anakuja hapa kama kuja kupata burudani, anakuja kutoa mawazo na akifurahi, ndio maana na kwanza cha kwanza analipa kiingilio mlangoni, cha pili anakuwa ananunua drinks kwenye bar ile sehemu husika, cha tatu, ukisha fanya vizuri anakuja kukutunza. Lakini unakuta sasa hivi cha kuweza cha kwanza kiingilio kinaweza kuwa kigumu kwake, transport ya kuweza kumtoa nyumbani kwake mpaka kufika kwenye eneo la tukio pia inaweza kuwa ni ngumu. Wengine wanakuta labda alikuwa anatembea gari kubwa, sasa hivi unakuta sasa hivi anatoa gari chake kidogo dogo anabana mafuta. Kwa hiyo unajikuta kwamba hali halisi ya, ya matumizi ama ya kuweza kufanya mpaka aweze kufika katika burudani inamlia kigumu. Anaanza kuwa na hela ndogo akasema hichi kiingilio nitakuwa nacho, hela ya ya kunywea drinks au hela nishazoea kumtunza mimi Super Nyamwela. Kwa hiyo sitompa kabisa. Ah, basi ngoja mimi nisiende kabisa. Kwa unajikuta usipofanya hivyo, na mwingine na mwingine na mwingine, unakuta sisi wanamuziki tunakuta hali zetu zinakuwa tofauti na kipindi cha nyuma. Ah, mimi nachoweza kumshauri rais ni kwamba tu kwa kila tasnia ya hii kazi yetu sisi wasanii na naweza nikasemea kwamba ajaribu kuweza kupunguza kuna vikwazo baadhi ambavyo vinavyofanyisha kwamba mpaka sisi katika kazi zetu hizi za sanaa onekane kwamba bado tuna hali ngumu, kwa sababu kuna wadau ambao, ambao mpaka sasa hivi hawawezi kuweza kuonekana, kwa sababu kuna wengine inaweza nikasema tu kwamba wanacho, lakini mwingine anaogopa kuweza kuja kukionyesha, kwa sababu wengine katika hali labda kiusalama siwezi kujua kuongelea sana, lakini naweza nikamshauri tu mimi Mheshimiwa Rais viongozi wote ni kwamba wajaribu sasa kutuangalia sisi wasanii ambao wenye hizi kazi unazozifanya za usiku. Kuna kipindi hapa Ilikuwa ishatoka mpaka sherehe ya kuweza kwa mziki upigwe mwisho saa sita sasa mziki wetu sisi kwenye dansi ukipigwa kuanza mwisho saa sita uanze saa moja, mtu hawezi kuja kwenye dancing ni kwamba watu, watu wengi wapenzi washazoea kuanza kujitayarisha kuweza kuja kwenye dansi kuanzia saa tano usiku ndo anakuja mwisho saa tisa saa kumi lakini ukimwambia mwisho saa sita, hawezi kuja kwao ina maana hichi pia nacho kimechangia wapenzi wengi sana kutokuja katika madensi kwa sababu ilishafika kipindi mtu anaambiwa kwamba mwanze saa moja mwisho saa sita. Sasa mtu washazoea kwamba kutoka nyumbani kwake anaanza kutoka saa tano anafika kwenye dancing saa sita mwisho mpaka saa tisa saa kumi ndo anaona ile burudani yeah, anaridhika. Umeona k micha kwangu mii kikubwa sana ningependa labda aweze kuregeza baadhi ya vipengele fulani namaana wale wapenzi wetu sisi waweze kujisikia kwamba wanatoka nyumbani, mtu ashatoka kazini kwake, ana muda wa kupumzia kidogo, na kutoka kutoka nyumbani kwake kuja kwenye dancing na kurudi nyumbani, kesho amkie kazini pia. Kila mtu anakuwa ashajipangia tayari. Kazi yangu ni kukuhabarisha, jiunge na ripota wako Millard Ayo na upate habari zote, install app ya Millard Ayo inayopatikana kwenye Android na iOS kwa jina hilo hilo la Millard Ayo. Utapata notification kila mpya inapoingia, kuanzia za mastaa, siasa, michezo na mengine ya dunia.